kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club ambapo katika mchezo huo Young Africans ndiye ambaye alikuwa mwenyeji. Kwa mara ya kwanza rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF, Wallace Karia ameweza kufunguka kuhusiana na mchezo wa Simba huu kuweza kuahirishwa kutokana na sitofahamu ambayo ilijitokeza kwa klabu ya soka ya Simba kuweza kuzuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huku Young Africans wao, tarehe nane mwezi Machi mwaka 2028 na waliweza kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kukipiga dhidi ya Simba Sports Club. Sasa watu wengi walikuwa wakitaka kufahamu kauli kutoka kwa rais wa shirikisho, kwa sababu mengi yameongewa ikiwamo tumeshuhudia watu wengi wakidai kwamba kuna uwezekano mkubwa klabu ya soka ya Simba wakaweza kukatwa alama tatu kutokana na kushindwa kufika katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu walipaswa kikanuni waende katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini watu wengine wameweza kuongea na kusema kwamba klabu ya soka Simba haistahili kukatwa pointi tatu kutokana na kwamba Simba wao walifuata kile ambacho bodi ya ligi kuu Tanzania bara walikisema kwamba waliahirisha mchezo huo na watakwenda kuupangia tarehe nyingine. Kwa hiyo tunaona kutoka lisitofahamu viongozi wengi wa TFF wameweza kutupiwa kidole, wakikosolewa kwa kuto kuendesha mpira huu vizuri kwa sababu ukiangalia mechi ya Simba na Yanga ni mechi ambayo inawakutanisha e, watu wengi duniani. Sasa kwa upande mwingine wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania, Wallace Karia ambaye ameweza kuteuliwa katika kamati ya pale e CAF, kwa hiyo kwa upande mwingine ameweza kuzungumzia kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri mara baada ya kuwasili nchini Tanzania siku ya leo kutokana na swali ambalo aliweza kuulizwa kutokana na mchezo wa Simba na Yanga kuweza kuahirishwa. Wallace Karia anasemaje? Rais wa TFF anasema hivi, labda kuna watu wameanza kujisahau, wanaona tumefika juu, lakini kuna wengine wanataka kutuporomosha. Niwaambie tu kwamba kwenye mpira wetu wa Tanzania sisi shirikisho tupo serious. kwa hiyo kama kuna mtu hayupo serious anaona, anaona kwamba ana mchezo michezo michezo chezo yake akafanye kwingine, lakini sio katika mpira wetu. Kwa hiyo tunaona Wallace Karia ameweza kujitokeza hadharani na kusema kwamba kilichotokea basi, anaona kuna watu wana mchezo na soka la Kitanzania, wanaona kwamba tumefika mbali, lakini bado mpira wa miguu na step zaidi wa Tanzania kuweza kufika mbali. Kwa hiyo kwa upande mwingine, amesema ameona kuna watu wana mchezo, basi chezo zao wakachezee mbali. Basi kwa, kwa kauli hii anamaanisha kwamba watakwenda kufanya uchunguzi kwa kina ili kuweza kubaini ni nani ambaye amesababisha mchezo wa Simba na Yanga kuto kuchezeka ili aweze kupewa hukumu inayostahili. Ama wakibaini ni vilabu ambao vimeweza kuleta chezo, basi kuna uwezekano mkubwa wakakutana na rungu kubwa, lakini bila kusahau kwa upande mwingine Eh, tunashuhudia kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia msemaji wa katibu mkuu wa sanaa, utamaduni na michezo ambaye pia ni msemaji wa Wizara ya Michezo, Msigwa, ya michezo kutoka zarana, kusema kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliweza kupata hasara kufuatia kuto kufanyika kwa debi ya Kariakoo, kwani alipanga kutumia mchezo huo kuzindua kampeni ya kuhamasisha ulipaji wa kodi. Pia msemaji mkuu wa serikali Msigwa amesisitiza licha, eh, licha ya wao kama serikali kuguswa na hasara hiyo, lakini msimamo wake ni kuwa haitoingilia masuala yao ya usuyo mpira wa miguu, na hii ni kwa mujibu wa FIFA. Hivyo suala lolote kuhusu debi wanaopaswa kuulizwa ni mamlaka ya mpira nchini TFF. Lakini TFF ndio hivyo, wameweza kujitokeza hadharani kupitia rais huyu akisema kwamba kuna watu wana mchezo na soko, wakiona kwamba limepiga hatua, lakini bado watakwenda kufanya uchunguzi kuona ni nini ambacho kimeweza kujiri katika mchezo wa Simba dhidi Yanga kwa sababu Simba wenyewe wanakuambia wanasubiria tarehe mpya ambayo itapangwa watakwenda kuchezwa huku, young Africans wao wakisema kwamba hawatocheza tena mechi ya Simba dhidi Yanga kwa sababu kwa mujibu wao ni kwamba wameshaumaliza mchezo. Lakini rais anakuambia kuna watu wana mchezo na soka la Tanzania kwa moja kwa moja. Kuna uchunguzi wa kina utakwenda kufanyika na majibu mazuri yatatolewa kutoka TFF.